ambapo mali ya serikali ya thamani isiyojulikana iliharibiwa na kuchomwa na waandamanaji waliokuwa na ghadhabu katika mji wa Ol-kalou, kaunti ya Nyandarua kuja kuassess ile damage ilifanyika jana. E, na tuseme kwanza tunatoa condolences kwa mtu mmoja ambaye aliweza kuaga dunia. Tunasema e, pole kwa familia, kwa sababu hakuna mtu alitarajia hiyo ifanyike. Na mbali na hiyo, pia tunasema kwamba yale mambo tuliona jana si mambo ya kawaida. Ujumbe kwa vijana, kwa watoto wetu, katiba imetupea e, njia ya demonstration, peaceful demonstration, peaceful, na hivyo ndio waliambia watu jana e, IG alisema, walielezea inchi na hawa vijana pia, we, we, wenye walikuwa wanafanya demonstration JNC waliambia polisi kwamba watakuwa peaceful, na tulitarajia hivyo, lakini ilionekana kwamba kuna vikundi ya watu ambaye hatujaelewa, lakini sisi kama idara ya security tunasema tutaanza uchunguzi, imeanza na tutafuata hadi tupate wale watu ambayo wako na nia nyingine ambayo sio peaceful demonstration.